Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika YouTube chaneli yetu tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo inatikisa kwa sasa katika mitandao ya kijamii ni taarifa kuhusiana na wasemaji wa pande mbili ambao wamekinzana hapa. Tunamzungumzia Ahmed Ally ambaye ni meneja uh, na afisa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, lakini pia na ali Kamwe ambaye anafanya kazi hiyo hiyo ndani ya upande wa klabu ya young African. Kumekuwa kuna taarifa za yupo ambaye anavujisha taarifa kutoa ndani ya ya ya klabu ya Simba kisha kuzipeleka upande upande wa Yanga, huyu anaitwa jasusi. Na jasusi huyu anaitwa na ni moja ya mtu ambaye amekuwa akitoa taarifa upande wa Simba na kuzipeleka Yanga na taarifa hizi ni za ukweli kabisa. Yanga mara nyingi wamekuwa wakizungumzia migogoro ya Simba kiundani kabisa, bila kujua nani anayetoa taarifa hizo. Na Yanga wamedai kwamba ndani ya klabu ya Simba yupo ambaye anatoa taarifa za Simba za ndani kabisa, na ni mtu ambaye anahusika katika vikao vya ndani kisha analeta taarifa ili Yanga waweze kujua namna ya kumdhibiti Simba. Ni jambo ambalo limezua taharuki siku za hivi karibuni. Sasa leo Alikama amefichua nani ambaye anathibitisha taarifa za Simba na kuzileta upande wa Yanga kisha wa, uh, kuna watu wamekuja kulumbana mitandaoni. Hawa ni watu wawili. Hans Raphael ni moja ya watangazaji kutokea upande wa Clown Media, ambaye kwa namna moja au nyingine amekuwa akitoa taarifa ambazo inadaiwa eh, sio za ukweli na ni za uzushi, lakini Hans Raphael ni kwamba ni moja ya watu ambao wa imeonekana kama wanawasifia sana Yanga. Uh, lakini wakiwa wanawaponda Simba. Sasa vita ya leo ilikuwa ni kati ya Hans Rafael pamoja na Ahmed Ally. Hans Rafael amethibitisha kwamba moja ya watu ambao wanatoa taarifa Simba na kuzipeleka Yanga ni eh, ni Ahmed Ally. Meneja wa afisa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba ambaye ni Ahmed Ally kuwa ndiye anatoa taarifa Simba anazipeleka Yanga. Je, swali la kujiuliza ni kweli Ahmed Ally anahusika katika vikao vya ndani ya Simba na migogoro inayoendelea ndani ya Simba anavujisha taarifa hizo upande wa Yanga na ukija kutazama hapa Alikamwe pamoja na Ahmed Ally ni watu ambao wamewahi kufanya kazi pamoja upande wa ofisi za Azam, wote wakiwa kama watangazaji. Ni watu ambao ni marafiki katika hii kelia ya usemaji wa timu, huyu akiwa moja Yanga mwingine Simba, wamekuwa wakipishana, lakini imekuwa ni mitizamo eh, kulingana na kila mmoja upande aliopo, lakini hawa ni marafiki wa kudumu ambao nje na mpira huwa wanakutana, wanasalimiana, wanataniana. Ziko baadhi ya ishu ambazo zinawakutanisha, hawaachi kutaniana kama watu ambao wamewahi kufanya kazi sehemu moja. Lakini kwa hiki ambacho wamefikia ni kama wamefikia pabaya ambapo unaweza ukasema wanaelekea kuingia kwenye ugomvi mkubwa eh, baina ya hawa watu wawili hapa. Tunazungumzia kile ambacho kinaendelea kwa sasa eh, kwa upande wa alikamu pamoja na Ahmed Ally. Sasa Hans Rafael amethibitisha kwamba moja ya watu ambao wanatoa taarifa Yanga kuzipeleka eh, kuzitoa Simba kuzipeleka Yanga ni Ahmed Ally Alikamwe, naye akaja kuthibitisha jambo la aina hiyo. Sasa tuanze na kile ambacho amekiandika eh, Alikamwe akielezea yale yanayoendelea upande wa klabu ya Simba. Alikamwe ameposti picha moja na kuandika caption kwamba wote mpo kazini hapo, yeye uwanjani, wewe ofisini, lakini wote mnaipenda sana Young African Sports Club. Mtatimiza ndoto zenu very soon. Msioneane wivu kisa kusikia mwenzako anaipenda Yanga alafu wewe hujatajwa. Sasa huu ndio ujumbe ambao moja kwa moja Alikama amethibitisha Ahmed Ally ni Yanga, lakini yuko ndani ya Simba na anaipenda Yanga na muda wowote atatimiza ndoto yake ya kujiunga na Yanga. Lakini pia hapa akamtaja na Mpanzu, kwamba Elie Mpanzu kibisawara ni mchezaji ambaye yuko Simba lakini anaipenda Yanga na muda wowote ataweza kutua Yanga. Nayo ni moja ya taarifa nyingine kubwa zaidi ambayo imezua taharuki mitandaoni. Sasa tukarudi upande wa Hans Raphael kile alichokisema kisema, Hans Raphael ameposti picha ambayo ni ya mfumo wa AI akiwa amempiga e, roba e, Ahmed Yari na akaweka caption ambayo moja kwa moja hajarusha dongo, niseme ametoa taarifa, kwa sababu kamposti mtu ambaye anaonekana katika picha, kisha akaandika hivi em, niambie wewe ni shabiki wa timu gani hapa Tanzania. Yani, Hans Raphael anamuuliza Ahmed Yari kwamba yeye ni shabiki wa timu gani, mbona kama haeleweki vile. Alafu akamalizia chini kwa caption, anasema hivi halafu niambie huo ujasusi wa kuvujisha siri za timu za tim, ni nani kakufundisha? Kwamba huu ujasusi wa huyu Ahmed Yari kuvujisha taarifa kutoka upande wa Simba kuzipeleka Yanga, ni nani ambaye ni mwalimu wake na nani kamfundisha jambo hili. Imeweza kuzua uh, taharuki mitandaoni. Tukitazama kina Champions TV wanakwambia kwamba nilijua tu hii ishu ishakuwa baraa jipya mjini lakini pia watu wengine naona wameweka comment kibao, mimi niishe hizo. Lakini pia ajaka kimya eh, Ahmed Ally kama unavyomfahamu semaji hajawahi kupoa, naye akaweka ujumbe akimwambia kile alichokuwa amekisema. Sasa Ahmed Ally amemention katika akaunti yake Instagram, eh, huyu Hans Rafael ambaye amesema kwamba moja ya mtu ambaye anavujisha siri za Simba kuzipeleka Yanga ni huyu ambaye ni msemaji wa Simba ambaye ni Ahmed Ally. Sasa Ahmed Ally baada ya kwa eh, kutokea kwa shutuma hizo nzito mitandaoni naye akaja kumjibu Hans Rafael kwa kuandika katika mitandao ya kijamii. Kwanza kaweka picha moja ya kibabe akiwa amevalia kama commando uh, katika zile sherehe za Simba Day kama unakumbuka uh, na chini akaweka caption ambayo inasemekana hivi: Kijana wangu Hans Rafael, uh, mimi huwa sipigani vita na third party. Waambie wanaokutuma kama wanajiamini waje wenyewe front. Wewe unanipotezea muda mimi sio revo zako. Yes, huo ndo ujumbe wa Ahmed Yari akimjibu Hans Rafael kwa yale maneno ambayo yameanzishwa leo mitandaoni, na ukitazama hicho alichokiandika ali, eh, Ahmed Yari akimwambia huyu Hans Rafael kwamba aache chokochoko, yeye sio revo zake, atafute wale ambao wanamtuma akamchafue, eh, yeye ndio apambane nao, sio yeye kuja, maana yeye sio revo zake. Comments zimekuwa ni nyingi sana katika mitandao ya kijamii, tukitazama huyu anaitwa Agi Simba Sports Club anakuambia kwamba mamae. Anaitwa Empire Eva anakuambia kwamba Hans ni miongoni mwa mashoga tulio nao nchini, lakini pia anaitwa Coxi dawa yao winga msanii anasema hivi true, yule Hans waachie wakina kisugu. Anaitwa Eugene TZ anasema kwamba yule Hans tuachie sisi tutashuka naye jumla jumla. Anaitwa Minister Karib anakuambia kwamba semaji ni mmoja tu, lakini pia komenti nyingine ni huyo, anaitwa Natasha Simba Sports Club anakuambia kwamba huyo tuachie sisi. Kakamedi yes, hiyo ni moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo inatikisa kwenye mitandao. Kila mmoja anajiuliza, je, ni kweli eh, Ahmed Ally anaweza akawa ni moja ya wale ambao wanavujisha taarifa za Simba kuzipeleka upande wa Yanga, na ndio maana Yanga imekuwa taarifa nyeti ambazo zinapatikana ndani ya Simba wamekuwa wakizipata kiurahisi. Na ukitazama kwa sasa, Simba migogoro imekuwa ni mingi, vuta nikuvute, mala uh, kati ya bodi ya wakurugenzi wanapambana na upande wa wanachama, mala mwenyekiti wa wanachama ni kama elewani na watu walio upande wa mwekezaji. Yes, mambo yamekuwa ni mengi sana na vurugu zimekuwa ni nyingi ndani ya klabu ya Simba. Sasa hii migogoro ni kwa sababu ya zile taarifa nyeti zinazovujishwa, na anayetajwa hadi sasa katika mitandao ya kijamii kwamba Ahmed diari ni moja ya watu ambao anavujisha taarifa kuzipeleka upande wa Yanga, wakati anatangazwa ana, ana, ana kuwa ndiye msemaji wa klabu ya Simba. Kuna watu walisema huyu kiasiri ni mtu ambaye ni mtu wa Yanga, lakini leo ameajiriwa Simba. Sasa je, kuna ukweli ambao unashabihiana na haya ambayo yanasemwa kwa sasa? Na je taarifa za kwamba e, mchezaji Elie Mpanzo kibisawara yuko ndani ya Simba lakini moyo wake uko Yanga na muda wowote kama alivyosema alikamwe, kwamba muda wote atatua Yanga, hizi taarifa zina ukweli kiasi gani? Japo e, Ahmed Ally amekuja kupinga taarifa hizo kwamba kimikataba bado Elie Mpanzo ni mchezaji wa Simba ila kuna watangazaji hukoa vichocholoni ambao wanazusha taarifa za uongo kwamba aliye eh, mpanzu muda wowote atatua upande wa klabu ya Young African. Hii ndio moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo imekuwa inatatiza sana mitandaoni na kutrend zaidi, na hii ni Bongo One Media. Kama kawaida yetu, zile zote ambazo zinavuma mjini utazipata kwa wakati. Kikubwa tu ni kuhakikisha umesubscribe ili uendelee kupata taarifa zenye ukweli kwa kina. Asante.